Uh, ninaomba kutoa kwa ufupi kabisa ripoti yetu ya kazi kwa mwezi huu Disemba. Baada ya kikao cha tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano, tulikubaliana kuanza kazi mapema Disemba mwanzoni kabisa, na tulifanikiwa kufanya hivyo. Taarifa yetu ina mjumuisho wa mapato na matumizi na ina balansi pia tuliyotoka nayo wakati wa kikao pale tulikuwa nayo tayari, kama tulivyokuwa tumesomewa taarifa katika mitaa yetu arobaini na sita. Tunamshukuru Mungu kwa mwezi Disemba tumekusanya kiasi cha shilingi milioni mia moja kumi na tisa, laki mbili na saba, 119, 37. Kwa hiyo ni, ni ushindi mkubwa sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Uh, lakini mtakumbuka ya kwamba tulikuwa na balance ya shilingi milioni 158 689 001 tulipokuwa tumepata ripoti kabla hatujafanya makusanyo hayo. Kwa hiyo ukijumlisha na kile tulichokusanya, tuna shilingi milioni 277 896 939 senti hamsini na mbili, na matumizi yetu ya mwezi huu uh, kwa kazi iliyofanyika ya ujenzi wa tofali ambayo mpaka sasa uh, tunafanya final touches nadhani, kwa sababu kujenga tumemaliza, ni kama ni kunyosha nyosha mahali pa kuweka vipande na nini, ili fomu ikae vizuri. Lakini ujenzi wa tofali kwa neema ya Mungu tumemaliza. Tumetumia shilingi milioni arobaini na tisa, shilingi elfu tisini na mia nne hamsini. Jamani, Bwana asifiwe! kwa sababu site tulikuwa na mchanga na sementi. Kwa hiyo kiasi cha shilingi milioni arobaini na tisa kinajumuisha thamani ya sementi na mchanga ambayo ni shilingi milioni kumi na tatu laki sita na sabini mia mbili hamsini. Kwa hiyo keshi tuliyoichukua kwenye ile milioni mia mbili sabini na saba ili kuongezea na mchanga pamoja na sementi ni shilingi milioni thelathini na tano laki nne na ishirini na mia mbili kwa hiyo tuna balance ya milioni 242,476,739 na senti hamsini na mbili. Hatua tunayokwenda sasa ni hatua ya uh, formwork, kusuka nondo pamoja na kumimina zege. Ni appreciate sana, ninaomba kabisa kutambua kazi njema inayofanywa na ofisi ya Hazina. Mwazini wetu tafadhali, tupungie tu mkono, tuna appreciate mno. Mungu akubariki sana na timu yako lakini pia ninapenda uh, ku appreciate usimamizi unaofanywa na maofisa, mwenyekiti na katibu. Follow up ya kila siku vinatutia moyo wazee. Mungu awabariki sana. Lakini injinia Mgonja, ninaomba usimame. Anafanya uh, kazi kubwa kule site, kwa kweli sehemu kubwa sana anafanya akiwa pale pamoja na kamati yetu ya ujenzi. Bwana awabariki sana. Ninaomba ku clarify jambo moja, mtakapopata ripoti kwamba ripoti yetu inaonyesha fedha zilizoingia ofisi ya fedha, zikiwa na attachment, zikiwa na bank slip. Kwa hiyo ninaomba ukipitia makanisa, utagundua makanisa yalichotoa, huenda taarifa walizonazo kanisani sizo zilizopo hapa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama mhazini alideposit hela hakuupload ile slip kwenye mfumo, wahasibu hawawezi kuona, kwa hiyo hawawezi kuripoti kwetu kama pesa ilikuwa deposited ikabaki slip kanisani, sisi hatuwezi kuiona kwenye mfumo. Kwa hiyo taarifa yangu kutoka kwa wachungaji inaweza ikawa tofauti na taarifa inayoitoa kutoka kwa wahazini, ila yale makanisa yakiupload zile slip na kuzileta nyingine zile slip, taarifa yao Januari itasoma kama wana maingizo ya sadaka ya ujenzi. Bwana awabariki sana na watakia